Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Alhamisi, juma la tatu kipindi cha Kwaresma mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza inatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya saba aya ya 23 hadi ya 28. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 11 aya 14 hadi ya ishirini na tatu. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili lilivyoandikwa na Luka. Yesu alikuwa akitoa pepo bubu, ikawa pepo walipotoka yule bubu akanena. Makutano wakastaajabu, wengine wao wakasema atoa pepo kwa Beelzebuli mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia: kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebul, basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebul, wana wenu je, uwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajia mtu. Mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea, na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utapanya. Neno la Bwana. Basi, ndugu zangu, karibuni tutafakari kwa pamoja maandiko haya matakatifu. Katika maandiko haya matakatifu ambayo tumetoka kuyasikia tunaona Yesu Kristo akimtoa mtu pepo bubu. Na baada ya kumtoa pepo hili makutano wanaanza kumshutumu wakisema kwamba Kristo anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebul, yaani mkuu wa mapepo na Yesu Kristo anajaribu kuwaelezea na kuwapa vitu ambavyo vitafanya wao waamini kwamba yeye anatoa pepo kwa nguvu za Mungu. Na haya yote yanatokana na no, ukosefu wa imani. Ukosefu wa imani unatufanya kutuziba macho yetu na kushindwa kuona ule uhalisia. Ndio maana hao makutano wanashindwa kumwamini Yesu Kristo na kuanza kumshutumu kwamba anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebul, yaani mkuu wa mashetani, na wengine wanahitaji ishara kutoka mbinguni bila kujua kwamba Yesu Kristo ni ishara tosha kutoka mbinguni, yaani Mungu, nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Ndugu zangu, tunachojifunza hapa kumbe ni ule uwezo wa kuweza kuonesha imani yetu kikamilifu, yaani kukomaa kiimani. Ndugu zangu ni mwaliko kwetu kuwa na imani thabiti, hususani katika mambo ya kimungu. Tusiwe kama hawa makutano ambao wanashindwa kumwamini Kristo, ambao wanashindwa kuamini miujiza hii halisi ambao wanaiona kwa macho yao, na badala yake wanaanza kushutumu kwa kuhisi kwamba Kristo anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebul, yaani shetani, lakini kitu kingine kuhitaji ishara na hizi ishara zote wanazozihitaji Chanzo ni kile kile ambacho upungufu wa imani. Wanataka sasa ishara, kitu ambacho kitawathibitishia, lakini Kristo anajaribu kuwaelezea na kuambia vitu ambavyo vinawafanya wao basi waweze kuamini. Lakini kingine ambacho tunajifunza katika somo hili ni uwezo wa Mungu ambao unaweza kumshinda shetani siku zote. Hata katika maisha ya kawaida, huwezi kuzima moto kwa moto, bali utazima moto kwa maji. Kwa maana hii inatosha kusema kwamba shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake bali nguvu za kimungu zinaweza kumtoa shetani. Kumbe ni jambo ambalo lilikuwa la kuhitaji imani na kule tu kuelewa mambo haya. Makutano wanashindwa kuelewa kwamba siku zote shetani hawezi kutolewa na shetani, bali nguvu za kimungu ambazo zinaweza kumtoa shetani. Na Kristo anawaambia akisema kwamba nyumba juu ya nyumba huanguka, yani akimaanisha shetani baina ya shetani ni ushetani unaoendelea, lakini shetani baina ya nguvu za kimungu, siku zote ushetani hushindwa, na ndio hiki ambacho Kristo anakionesha kwamba nguvu za kimungu zina uwezo wa kutoa pepo ambalo lilikuwa linamsumbua huyo mtu. Lakini kingine ambacho tunajifunza katika maandiko haya matakatifu ni kwamba nguvu za kimungu zina uwezo wa kushinda nguvu za kishetani na ndo hiki ambacho Kristo anasema kwamba mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea. Kwa maana hii, nguvu za shetani siku zote zikikutana na nguvu za kimungu, nguvu za shetani hushindwa, na ndo hiki ambacho tunakiona kwamba Kristo ana nguvu za kimungu, nguvu ambazo zinapita mashetani, na ndio maana na uwezo wa kutoa ili pepo kwa huyu mtu. Kumbe Kristo anawelezea vizuri sana a makutano ili waweze kuelewa kitendo hiki, hata sisi kwetu kumbe tuweze kuelewa kwamba nguvu za kimungu siku zote hushinda nguvu za kishetani, na tukiwa na uelewa huo siku zote tutaepukana na vitu vidogo vidogo ambavyo vitatufanya sisi tusiweze kuamini uwezo wa Mungu. Tusiwe kama makutano ambao wao walishindwa kuamini, wao walishindwa kuwa pamoja na Kristo na kuamini kinachofanyika kwamba ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, na Kristo bado anazidi kuwaelezea ili waweze kupata kuamini. Lakini kingine, Yesu anawaambia kwamba mtu ambaye kwa si pamoja nami yuko kinyume changu, maana yake kwamba Kristo hayuko pamoja na mapepo, hayuko pamoja na vitu vibaya, yupo pamoja na mashetani. Kwa maana hiyo basi, yu kinyume na mambo haya yote, na ndio maana anatoa pepo. Na Kristo anatufundisha kwamba siku zote mambo ambayo yapo kinyume na mapenzi ya Mungu si mambo mazuri. Na ndio maana Kristo anafanya miujiza mingi, anatoa pepo mara nyingi, lakini bado watu wanashindwa kumwamini, na badala yake wakizania kwamba anatoa mapepo haya kwa nguvu za pepo mkuu yani Beelzebul. Ndugu zangu, ni mwaliko kwetu kuweza kuamini katika Mungu. Zaburi ya ishirini na tatu haya ya kwanza inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Basi nasi tumweke Mungu mbele yetu, tumweke Mungu kuwa ngao yetu, tumweke Mungu kuwa namba moja katika maisha yetu, na tukifanya hivi tutawepukana na vitu vyote ambavyo vinatufanya sisi tusio wakakamavu na wakomavu katika mambo yote ambayo ya kiimani. Lakini jambo hili ambalo la kukosa imani katika maisha yetu limekuwa ni jambo ambalo linawasumbua watu wengi, na ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 17 aya 20 na 21, Yesu anasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana mimi nawaambia nikiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka; wala litakuwako neno lisilowezekana kwenu, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kumbe ni mwaliko kwetu sisi ili tuweze kuimarisha imani yetu inatubidi tusali, na katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa pia kufunga, yaani kufanya toba ya kweli, ili basi tuweze kuyaona yale matokeo ya kimungu ndani yetu. Kumbe swala la imani ni swala ambalo linaweza likawa tatizo kwetu, lakini tunaweza tukalitibu kwa kufunga, kwa kusali na kufanya mambo yote yale ambayo yanampendeza Mungu. Somo letu la leo linatualika sisi kuwa zaidi wakakamavu katika imani kuwa zaidi kuamini mambo yale ambayo yanampendeza Kristo yakiwa mafundisho ya Kanisa na sakramenti na vitu vyote ambavyo vinatufanya sisi tuweze kuwa wa Kristo, na badala yake tusiwe na hofu na mambo yote ambayo yanafanyika na Kanisa, yaani kuamini kikamilifu. Na tukiwa hivyo, ndugu zangu, maisha yetu ya kiroho yatakuwa ni imara na tutakuwa ni watu ambao hatutetereki, bali ni watu ambao wa kuamini kuwa na kuwafanya yale ambayo yanampendeza Mungu. Kumbe ni mwaliko kwetu tuzidi kujimarisha na kipindi hiki cha Kwaresma, tuweze kufunga ili Kristo atakapokuja kufufuka aweze kuzidi kuwa chanzo cha mabadiliko katika maisha yetu, yaani ya kiloo, na tuweze kuamini katika Mungu na si katika mambo mengine, kama walivyokuwa wa makutano wakiamini kwamba Kristo alikuwa anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebul. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Iliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelinoel Kristofa wa Shirika la Wamisionari wa Damu Azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka Seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!